Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpendwa, na kwa ndugu zangu wa Islamu, asalamu alaykum. Karibu kwa shairi letu ambalo nataka katika injili ya mtakatifu Luka 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8. Luka anatuhimiza kusali kila wakati, ni njia peke yake ambayo utaweza kuzungumza na Mungu, kumwongelesha na pia yeye kujibu maombi yetu ikiwa unasali ufai kulegea, ufai kukufa moyo. Kama mombi yako pengine haitajibiwa kwa wakati, zidi kusali, zidi kuomba, Baba atakujibu kwa kuwa yeye ni baba yetu. Karibu kwa shairi letu. Kiwa awafundishia umuhimu wa kusali Mfano aliwapea, wa hakimu asojali. wa na mjini humo pia, liishi aso na hali. Salini kila wakati, mchana hata usiku. Mjane huyu likuwa, siku zote kimwendea, haki akitamania dhidi ya adui pia, mara nyingi likataa, ila mwisho liamua Sali kati mchana hata usiku. Simchi Mungu najua, sijali yeyote pia. Mama huyu menijia, mpaka ananisumbua. Haki nitampatia, sizidi kunijia. Salini kila wakati, mchana hata usiku. Hadithi kisha wapea, Yesu liwaambiani haki amempatia, hakimu sojaliani. Mungu hatawapatia haki wenye tumaini? Salini kila wakati, mchana hata usiku kimlilia takawia, kuwajia? Nawaambieni pia, haki atawapatia. Je, Yesu akitujia, imani kweli takuwa? Salini kila wakati mchana hata usiku. Salini kila wakati mchana hata usiku. Salini kila wakati mchana hata usiku. Salini wakati mchana hata usiku. Na neno nitasimama. Amina.